Na hii ni kweli TV, tunafunza na tunaleta mafundisho ambayo yanaambatana na Biblia. Na hii ni somo la leo, ukiwa naye mwalimu Samuel. Katika maisha, kuna wakati ambapo unakuwa unapitia mambo mengi, na nataka kuongea na wale ndugu ambao walikuwa katika maombi, wanaomba sana. Kama ni kwa kufunga, unapata ndugu anakwambia alikuwa anafunga kwa wiki mara tatu lakini imefika wakati hiyo appetite ya kufunga ana, ama hiyo appetite ya kuenda kwa maombi ana. Na leo nataka nikutie imani na nikupe andiko la imani ambalo nitakutia moyo uendelee na kutia bidii katika katika kumtafuta Mungu. Siku ya leo somo letu linaenda kutoka katika kitabu cha Warumi kumi kumi na saba inasema hivi: basi imani chanzo chake ni kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inapata kusema imani chanzo chake ni kusikia. Wakati ambapo mwingine anasema mimi nilikwanga naomba, lakini ikafika mahali fulani nikaona labda huyu Mungu atendi, nikaona nikiomba ndio shida zinaongezeka, alafu kakutana na mtu anakwambia na wewe su, suachane na mambo ya ya kuomba kuja tuende kwa hapo kwa uchawi tukutengeneze mambo, itakuwa shwari, achana na mambo ya Mungu. Sasa, wakati ambapo hiyo neno liingia ndani yako, ni ukalifanyia kazi. Sasa ikafika mahali ukaona hmm, hata huyu Mungu unaona kama atendi. Ndio maana hii andiko linasema basi imani Iba, basi imani chanzo chake ni kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo unasikia jambo, ndio unalichukulia kwa makini, unasema na ni ukweli, huyu ndugu amesema ukweli, twende kwa uchoi. Hata huyu Mungu nimemwomba miaka kumi, miaka tatu, sioni akitenda. Sasa wakati ambapo ukienda kwa uchoi unaona kumbe mm, mambo iko sawa, lakini unasahau baada ya kufurahia kuna kilio. Alafu hapa chini inaendeleza ikisema chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno la Kristo, leo nataka nikupe neno ambalo litakusaidia, litakusaidia uendelee. Kama ulikuwa unaomba sana, uendelee kuomba na utie bidii, usirudi nyuma, hata ukishawishiwa na mashawishi ya watu, ukiambiwa wachana, wachana na hii Injili, wachana naye, unajisumbua kumfuata Yesu? Wewe unamjua? Ushaimuona? Wacha nikupe andiko lingine, linatoka katika kitabu cha Yeremia 33:3 mstari wake ni watatu, inasema, Mungu anasema, niite nami nitakuitikia. Bwana Yesu asifiwe! Hii andiko linasema, Mungu anasema, niite nami Bwana, niite nami nitakuitikia. Yesu asifiwe! Usichoke kuomba, Mungu anasema niite, yani ukimwita ukiwa na haja yoyote ya moyo wako, uko na shida, ni kazi imekuwa ngumu kupata ama u...